Lakini tunayo majamaa leo ambayo yako tayari nchi ife kwa ajili ya lenyewe kwanza. Inamtaka mwanasiasa sahihi, kwanza awe mzalendo. He must be patriotic, na uzalendo maana yake awe tayari kufa kwa ajili ya nchi yake. Lakini tunayo majamaa leo ambayo yako tayari nchi ife kwa ajili ya lenyewe. Oh, ujumbe natuma kwa nchi. Siasa, siasa is very nice, it's a, it's a science, wameivuga tu watu kuingizia vitu. Politics is a science, na hakuna mtu anayeishi ene kosa kabisa. Uilamu siasa ni watu wanatumia vibaya, siasa ni watu wanatumia vibaya. Yani huwa wanaondoka kwenye siasa, anajificha kwenye siasa, lakini hafanyi siasa, hafanyi siasa. Mtu yeyote anayefanya pure politics He must be very authentic. Kwanza namtaka mwanasiasa sahihi, kwanza awe mzalendo. He must be patriotic. Na uzalendo maana yake awe tayari kufa kwa ajili ya nchi yake, lakini tunayo na jamaa leo ambayo yako tayari inchi ife kwa ajili ya lenyewe. Ujumbe na tuma kwa nchi, mambo haya ya kuchochea chuki ama za ukabila ama za dini yakianza, na tukayapa nafasi, hayana simile, hayana mtashangaa jinsi mnavyo mnavyoanza kuchinjana, mkashangaa. Na ikifika kiasi hicho, hakuna mtu wa kukema, hakuna atakayetokea kusema acheni. Na kama kuna viongozi wa siasa wanataka kuitumia dini kwa manufaa yao ya kisiasa, Nawaombeni ndugu zangu, siku ikifika ambapo uwanachama wa chama cha siasa au uumini thabiti wa dini ukawianishwa na chama cha siasa anachokifuata, ndio mwisho wa nchi yetu. Kwanza, ushauri wa kwanza na uelekeza moja kwa moja kwa Mheshimiwa Waziri wa Mambo ya Ndani ya nchi ni kuombe ili kuepukana na migogoro na kuto kuleta vurugu ndani ya nchi, maana vurugu za kidini ni ngumu sana la kufanya. Mheshimiwa waziri wa mambo ya ndani, naomba usikae kimya, toa tamko kuanzia sasa, toa tamko la kuonyesha kwamba haya maelekezo ya kufuta kanisa la Askofu Gwajima haya maelekezo ya jeshi la polisi kwenda kuvamia kanisa usiku wa saa tano na robo na kulizingira na polisi sio watatu wala wanne wala kumi, polisi wengi wako na, nafikiri na madifenda zaidi ya matatu. Mambo haya yanayofanyika, je, toa kauli kama waziri wa mambo ya ndani, ni maelekezo yako kama sio maelekezo yako, eka hadharani. Ukikaa kimya, baadaye utakuwa umechelewa sana. Na kuomba mheshimiwa waziri, mimi sijawahi kukutana na wewe, lakini sidhani kama kuna kiongozi ndani ya nchi hii ambaye hanifahamu, sielewi. Na kama yupo kiongozi ambaye hanifahamu, basi atakuwa ni mtu ambaye amepata cheo juzi, ni mgeni sana na kuomba Mheshimiwa Waziri wa mambo ya ndani, toa tamko kama ni maelekezo yako, tujue kwamba umeelekeza wizara ni ofisi ya msajili kufuta kanisa la, la askofu Gwajima, kanisa la ufufuo na uzima, ili tujue kwamba hayo ni maelekezo yako. Kama siyo maelekezo yako ya kanushe. Kanusha kama ni maelekezo yako jeshi la polisi kwa sababu najua msajili yuko chini yako, na hata kisheria msajili sio anayesajili madhehebu ya kidini, yuko pale kama kivuli tu. Mimi nafahamu ni nani anayeruhusiwa kusajili madhehebu ya kidini ndani ya nchi hii, ninafahamu kwa sababu nime, nimefanya hii kazi ya ya injili miaka mingi zaidi ya arobaini kwao, nafahamu ni nani anayesajili. Huyo msajili yuko hapo wala hana mamlaka ya kusajili. Haya mambo turuhusu kuyasema, lakini wacha ni yaseme leo. Mkurugenzi Emmanuel Kihampa hawezi kufanya chochote cha kusajili dhehebu kwa kupenda kwake, hana mamlaka hayo kisheria wala kitaratibu, yeye anapewa maelekezo. Sasa tuambie, maelekezo haya ya kufuta kanisa la Gwajima na maelekezo haya ya polisi kwenda kuvamia kanisa na kulizingira saa tano na robo usiku, watu wako kwenye ibada. Ni maelekezo yako, Waziri wa mambo ya Ndani, au sio maelekezo yako? Naomba jitokeze hadharani na ueleze kwa ufasaha kabisa, kwa sababu kama siyo hujuma, kama sio hujuma dhidi ya ya serikali ya awamu ya sita, yani ili watu wa... kwa nini haya mambo yatokee kipindi hiki cha uchaguzi, ili watu waseme kwamba Rais Samia ndio anayetaka kufunga makanisa, Rais Samia ndio anayefunga madhehebu ya dini. Na kama tutaachia kanisa la Gwajima likafungwa, hata la kwangu litafungwa, hata makanisa mengine yatafungwa, kwa sababu haiwezekani. Mimi sikatai kufuta makanisa, yafute kama kanisa limefanya kosa, tumeni zile fomu zinazokuwa ni fomu zinaeleza sababu tano mpaka sita. Kwa hiyo, ninakuomba mheshimiwa waziri, nakuomba sana, nanyenyekea kwako na kuomba jitokeze hadharani, eleza haya yanayoendelea dhidi ya kanisa la Mungu mpaka kuvamiwa saa tano na nusu, watu wa kwenye maombi, wa kwenye ibada. Ni maelekezo yako? Ni maelekezo ya wizara yako ili tujue hawa watu wamezoea kuitumia wizara na sio leo, wameitumia 2014 wameitumia 2015 13 14, wamefanya madudu mengi sitaki kuyaongea kwayo. Hilo ni ushauri wangu wa kwanza kwa mheshimiwa waziri wa mambo ya ndani.